Hello. Popote pale ulipo, na kushukuru sana katika siku ya leo ya utangulizi wa programu yetu hii muhimu sana ya Miliki Steji, na hapa tunaenda kuhitimisha kwa kuangazia bonasi bamkubwa, bonasi za nguvu tatu ambazo nimekuandalia. Bonasi ya kwanza ni uandishi wa hotuba inayobamba na kukonga nyoyo za wasikilizaji wako. Baada ya mafunzo haya unapaswa, unalazimika kuwa mahiri katika uandishi wa hotuba. Bonasi kubwa ya pili ni lugha ya mwili. Lugha ya mwili ni kitu muhimu sana. Tumeona katika utafiti wa profesa uh, Merovin ni kwamba una mchango wa asilimia hamsini na tano katika kumwelewesha mtu. Lugha ya mwili ina nguvu sana katika kuhakikisha watu wanaelewa kile unachotaka kuwaambia. Tutajifunza mbinu zaidi au siri zaidi ya arobaini na tano, tukipata muda, zinazohusiana na lugha ya mwili imefanya utafiti wa kutosha. Tutakutana na watu mashuhuri ambao wamefanya kazi katika mashirika ya umma ya ya ukachero kama FBI na CIA. Tutakutana na bwana eh, Jose Navarro aa, eh, bwana Navarro ambaye yeye ameitumia hii karia yake ya kuwa FBI agent kwa kufumbua uhalifu ambao kwa namna yoyote ile isingelikuwa kwa msaada wa lugha ya mwili wasingepatia majawabu. Utajifunza lugha ya mwili, jinsi ya kumfahamu mtu kama anasema kweli ama uongo. Sasa mimi sitakufundisha haya ili ukayatumia vibaya katika jamii. Lengo langu ni kwamba unapokuwa stejini, lugha yako ya mwili ni muhimu na lugha ya mwili ya msikilizaji wako ni muhimu. Kwa mfano, unazungumza kitu lakini msikilizaji wako anajikuna kichwa. Huu ni mfano ambao tutakuwa tunajifunza pia. Maana yake hicho unachozungumza ni kigumu kwake. Mweleweshe vizuri, anashindwa kuelewa au mwingine anajipiga kichwa. Hii ni autonomous inatokea tu. Hapo unapaswa kubadilisha mbinu ya namna unavyoelezea kitu, mweleweshe mtu vizuri. Unafundisha hesabu, mwanafunzi amejishika tama, maana yake haelewi. Mwalimu, badilisha mbinu ya kufundisha ili mwanafunzi wako aelewe. Unafundisha watu, wanasinzia. Sasa mimi na kanuni kwenye ma, mazungumzo mbele ya halaiki, programa ya Miliki Steji huwa anasema kama, kama wasikilizaji wa, wa kisinzia kwenye ukumbi, anayepaswa kuamshwa ni mzungumzaji wewe ndiye unasababisha watu walale. Kwa hiyo, wasikilizaji wakiwa wanachati, wasikilizaji wakiwa wanasinzia kwenye ukumbi, anayepaswa kuamshwa ni wewe mzungumzaji, kwa sababu inawezekanaje unazungumza na watu wanalala? Kwa hiyo unapaswa kujua hiyo body language na kuanza kuamsha ili watu wahamasike na wakusikilize kwa umakini na bonasi ya kibabe ya tatu ni siri saba za kuzishinda hofu saba za kuzungumza mbele ya halaiki. Nimekusanya hofu zote ambazo watu wanasema, nimekutana na watu wengi, nimefanya survey ya kutosha. Kwa hiyo watu wanasema mimi na, na hofu ya kuzungumza mbe, mbele za watu kwa sababu hii na hii na hii. Kwa hiyo nimezikusanya hofu hizo, nimeziweka katika hofu kuu saba ambazo mwanadamu anakumbana nazo, na uzuri ni kwamba hatuzidadavui tu hizo hofu na kuziacha tunatoa natiba zake tunatoa siri kwa kila hofu, na ndipo tunapata siri saba za hofu za kuzungumza mbele za watu ambazo watu wengi wanakumbana nazo. Nipende kukushukuru sana mpaka hapa tulipofikia, na sasa tujiandae kuanza kuidadavua moduli ya kwanza ya mazungumzo mbele ya halaiki, moduli ya kwanza ya programu yetu hii ya Miliki Steji, moduli ya unapaswa kufanya nini kabla haujafika stejini. Asante sana.